Western Western, oui, mbona uko hivyo? Saa hivi ni sangapi? nakuuliza Stani? sasa hivi ni saa ngapi? Huu muda si wa kutoka shule, na kwa nini una mavazi ya nyumbani? Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba ukiwa unatoka hapo unaelekea shuleni kwenye begi la shule huo unaweka nguo za nyumbani, si ndivyo, ili ukafanye mambo yako wewe, stani wewe? hapana dada, baby. Mimi nilikuwa napita kule njiani, nikakutana na huyu akanikaba akachukua begi. Nnikarudi nyumbani nikabadilisha nguo, nikaenda nika kuangalia kama wamewacha, nikakuta viatu tu, begi. Stani, hmm. Unajua Stani, kabisa siwezi kukupiga, si sindivyo? hmm. Kwa sababu nakupenda sana dada yako, basi ufanye kitu kimoja: ingia ndani, uchukue maji, uoge, ule chakula mara nyingine ataendelea baadaye ya. Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku kila asubuhi najiuliza oh. chafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita. Dada ni msogea hapa tuongee kwanza mi <coughs> <coughs> nae, tumetoka hapa tumeenda kuchukua huo mkopo, japo sijajua mwenzangu umeplani kufanya nini na sijajua umechukua kwa sababu gani, labda tu nikuulize mwenzangu, una wazo gani? Kwa sababu hela tumeshachukua, isije ikawa tumechukua haujawaza kufanya biashara yote, tukashindwa kurejesha hela za watu kule, na tumejiaminisha kabisa. <tutu> Mdogo wangu, kichwa changu kina mambo mengi, mpaka nimetoka hapa nimeenda na maanisha, kuna biashara nataka kufanya biashara yangu, kwa hiyo nitakupatia kiasi kidogo cha pesa kwenye hii hela tuliyotoka kukopa, uende kwa machinga pale ukachukua nguo nzuri tuweze kutembeza mtaani ili faida itakayopatikana tuweze kubaki nayo kama mtaji na ule msingi, ili tuweze kumrudishia kama marejesho yake. Mm -hmm. Sawa, mimi nikupongeze, mwanzo nzuri sana tena sana tu ila, sasa kwenye suala hilo la kusambaza nguo mtaani, sijui ndio tunaanza kukopesha watu mimi najua hili ntaweza, au ndo mzigo unakuwa kwako peke yako? Afu kwa ule mkaka tushajiaminisha tena, mimi mdomo wangu kelele nikaufungua, yaani, usijali kabisa, hata hatutakuchelewesha mkopo wako uliotupatia. <laughs> Nakujua kwamba wewe ni mzuri, uwezi kubali kupigwa na jua, ila usijali, mimi nitatembeza, alafu wewe utaenda kuchukua madeni, nakujua kabisa aupoe. Ah, uko nginja nginja yaani kuhusu hilo ndo ashakatu hiyo hela. hata ukisema sasa hivi, ah, we nipe tu dada yangu hata <coughs> sijali, nakujua hapo kichwani kwako ulikuwa nazo vichoni cheni hivyo vipete na visaa. Chukua hiyo cheni, tutashinda nja Ah, kushinda njaa twesi. Alafu mbona wewe na yule bwana mmezoeana sana. Ushaanza wewe tena so kuanza au ndoile emnaenda hmm? Bwana, nambie nijue. Kwanzia sasa kazi zote za ndani na za nje utafanya wewe. Namaanisha kuosha vyombo, kufagia nje na ndani, kusafisha madirisha, kufua nguo zangu na za mwanangu, na mwisho wa kufanya kazi hapa ni saa kumi na mbili asubuhi. Sijui umenielewa. Unataka kuongea nini? Unataka kunipinga nachokueleza? Au si ole wako uonesho tofauti Hajue mtoto wangu bwaga, utajua mimi nani. Fanya usafi, fagia haraka sana. naingia ndani, machozi yamekuwa mto wa safari kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza? Majibu yamejificha, moyo wangu nalia. Ko utumbo ndizi friji lako aligandisha au vipi? kwa mimi nilivyozungumza nayo hapo kwa na soko, wewe ukaenda kumfuata fadha, ukaenda kumchana au vipi? Yani kwani kuna baya aliyofanya kikubwa? Kwa kiande, sasa na vipi? Na yani pisi kali. Mimi nataka heshima yangu mahesabu, alafu sela, usichukulie poa wewe, ukubali ukatai mimi ni mama yako, na maanisha mke wa baba yako. Na dharau zikizidi, mimi nitaondoka, utamalizana na baba yako. We ki ande ni nanini? watu wanamba mtaani kwangu, we hapa utalangu mimi sasa. Sikia nikwambie, we kama unataka kutatua we tatua, afu amna nae kuwaza wala nini. Kwanza unatumalizia ugali mu ndani we vipi? Sikiliza nikuelekeze utumbo yani, mi chizi, nishapagawa nishapelekwa milembe zaidi ya mara tatu, alafu nikarudishwa mtaani. Kwa hiyo sitaki ukaijua kiliangu ya pili kishtobe. Uwe unapata shida unapoona mwili wako pindi unapopitia mateso. mateso. Nipo hapa kukusaidia. Mara nyingi sipendelee kumuona mwanadamu akipitia hali kamani, kama hali au kuzuumiwa na uzima. Msaada pekee ninaoweza kukusaidia ni kutoa elezo kwa elezo. Kisha wewe nafsi ndio nikurudishe kwenye mshiko wako. Sawa. Siwezi kupinga kwenye hilo. Kwani ninachokitamani mimi ni kuona huu mwili unaondokana na mateso na pia mimi kurudi ndani yake. Odi. Wenyewe, karibu. Asante. Poa. Vipi, iko poa? Kimekuleta nini kwetu leo maana hapo? Una jambo lako au una shida? We naye, nimepita kukusalimia tu, ila nina jambo langu <laughs> Nilijua tu uje bila jambo lako au bila sababu ya muhimu hapa nyumbani, ningeota leo <laughs> jambo langu lenyewe ni vitu vyetu vikabati, vigumu na vinadumu na nguo nyingine hapo kwenye vikabati, vikabati vitu vyangu, na sasa hivi nishapata kamchumba, mchumba hiyo biashara aza na nikitoka hapa, nikirudi nyumbani, sababu so, nilimwachia mdogo wangu pesa ili aende kwa machinga akachukue hizo nguo. Ndana siku mbili hizi hizi, kila kitu kitakuwa sawa. <laughs> <laughs> <laughs> Nataka kuongea na wewe hapa jambo la muhimu sana. Umeona ile familia yangu pale nyumbani? Ile familia nimeijenga kwa upendo mzuri sana. Mwanangu na mdogo wangu na mimi mwenyewe. Tunaishi kwa upendo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo ukikutoka kwako na kuleta nyumbani kwangu, usifanye wewe uje uharibu hii amani ambayo mimi nimeitengeneza kwa muda mrefu sana. Nikiongea hivyo nadhani unanielewa. Tambua kwamba yule mwanangu ni mwanao na mdogo wangu mimi ni shemeji yako. Nakuomba sana kiepe. Mboni. Mimi nadhani hapo unazungumza na mtu mzima. Kwa hiyo sidhani kama nitenda kinyume na mazungumzo yako ama kinyume na matakwa yako kwa sababu nimetoka kule nilikotoka mpaka nimefika hapa ni kwa sababu yako. Na kilicholeta mimi na kifahamu. Kwa ni kwa tu kwamba sitoenda tofauti na unapozungumza na familia yako, mimi itaheshimu. Kama tulivyopanga deal yetu kazi, kazi wewe? Wewe ndo kwayo atachaa mimi sio tu no. Tukiepe alafu baadaye vitendo vyako vikaa havieleweki. Nimepitia changamoto nyingi sana mpaka kukuleta pale nyumbani. Naomba tupendane na tuheshimiane. Hayo mengine we ni mtu mzima utajiongeza. Ndo weni mimi au nikubebe? Sita kubebwa tkue nafanya kazi <laughs> hadi upepo usiku nanongona, mapenzi haya hayawezi kufa. Hakuna mwingine kama wewe. Dada, nadhani umeona kila ambacho kimetokea. Kiukweli dada yangu alikuwa anapitia wakati mgumu sana, hivyo nikushauri kitu kimoja tu. Sio kila binadamu unayekutana naye basi natakiwa kumwamini. Kuna watu wengine wanakuja kwa sababu maalumu tu, hivyo dada yangu, ni muda wa kumshukuru Mungu umerudi kwenye hali yako hiyo, maana Nimepambana sana kuhakikisha unakuwa sawa. Ni kweli kaka. Ila mimi nilifanya kwa wema tu. Sikuwa na dhamira mbaya na yule mama. Hata chenji nilimpa kwa wema, nikiwa sijui alikuwa na nia gani na mimi. Lakini mimi naomba niseme tu, asante sana kaka kwa kunipambania. Mimi nadhani bila wewe nisingerudi tena katika hali yangu ya kawaida. Nakuthamini sana kakaangu. Dada. Sio tupo wawili tu. Hivyo ni wajibu wangu kufanya kila ambacho nahitaji kukifanya kwako. Kwa sababu nisingefanya mimi angefanya nani sasa? Wewe ni dada yangu bana. Alafu nakupenda unajua. Nakupenda pia kaka yangu. Ai. <laughs> ah. Ostaki niambia vitu vingi sana kuhusu wewe. Hivyo kwa muda huu haitakiwi kutoka kabisa hapa nyumbani. Inatakiwa utulie hapa nyumbani ufanye mazoezi, ili uweze kutangamaa kurudi kwenye hali yako kama ya mwanzo sawa? So, nimekuelewa mimi. Sitaenda popote, utanikuta hapa hapa nyumbani. Mi sikupingi kwenye hilo, kwa sababu hata shuleni ulikuwa unafaulu sana kwenye masomo ya uelewa, hivyo wewe ni mwelewa. Mi natoka, tutaona baadaye. Ah, so, sawa. Ah. Ah. Baadaye. chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sio ni mwisho sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upe atasimama wakati upepo unavuma, dalili za mvua

Mjomba, oh siwa imechafuka. Mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni asuna.